Taifa ya Uchaguzi NEC imemtangaza rasmi Dkt John Pombe Magufuli kuwa mshindi wa uchaguzi wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi, akifuatiwa na mgombea wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, Edward Lowassa, huku mgombea mwanamke kupitia chama cha ACT Wazalendo, Anangwira, akishika nafasi ya tatu. Tujiunge na Beatrice Eric kwa taarifa kamili. Dokta Magufuli ameongoza kwa kupata kura milioni 8,882,935 sawa na asilimia 58.46, Lowassa akipata kura milioni 6,072,848 sawa na asilimia 39.97, huku Mghwira akiacha mbali kwa kupata kura 98,763 sawa na asilimia 0.65. Akimtangaza mshindi huyo mwenyekiti NEC Jaji mstaafu Damian Rubuva amesema mchakato wa kumpata mshindi huyo umefuata sheria, kanuni na taratibu zote, ikiwemo kupokea matokeo kutoka maeneo mbalimbali na kuyatangaza kama yalivyo. Katika kukamilisha zoezi hilo, vyama sita kati ya nane ndiyo vimeshiriki kusaini matokeo, na kwa mujibu wa vifungu vya 35E, 35F8 na 81B vya Sheria ya Taifa ya Uchaguzi sura 343, ninatangaza rasmi matokeo ya uchaguzi wa uraisi elfu moja, tano, kwamba, moja, wa mwaka kwamba kwamba, Mheshimiwa Dkt. Magufuli John Pombe Joseph amechaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mbili, Mheshimiwa Samia Hassan Suluhu amechaguliwa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya kukamilika kwa zoezi hilo, mawakala wa vyama mbalimbali vya, vya siasa na wadau waliohudhuria zoezi hilo wametoa maoni yao juu ya mchakato huo. Uh, ushindi huu ni deni uh, kwetu sisi kama Chama cha Mapinduzi, wa Tanzania wametuamini Uh, tena kwa kutupa imani ya kuwa uh, wametuamini kwa kutupa dhamana ya kuwaongoza kwa, kwa miaka mitano ijayo. Uh, kazi iliyopo sasa ni kuliunganisha taifa tuwe kitu kimoja. Uchaguzi huu umekuwa na ushindani mkubwa, na sisi kama uh, washindi katika uchaguzi huu uh, wajibu wetu ni kuwatumikia Watanzania wote bila kujali itikadi zao za kisiasa bila kujali dini zao wala kabila zao, uh, Tunashukuru, tuna mchakato umeenda vizuri, na labda ni, ni, kwa vile ni kiongozi wa chama, nichukue nafasi hii kuwapongeza Chama cha Mapinduzi. Kwenye ushindani lazima tutakuwa na mshindi, hatuwezi wote kwenda wanane Ikuru, lazima mshindi apatikane. Wenzetu tuseme kama viongozi, asilimia kubwa wengi wana hela, kwa hiyo watachokoza huku chini, sisi ambao tuna hali ya chini tutaumia. Wale wenzetu wanatoka Tanzania wanaenda nchi nyingine kwenda kuishi. Kwa hiyo lazima tutumie akili. Nakumbuka mheshimiwa Jakaya Kikwete alisema kwamba akili za kuambiwa ongeza na za kwako. Kwa hiyo kwamba tusichukue tu kwa sababu fulani hajashinda, basi kwamba atasema tuambatane, tuandamane tu, tu, tu, tu, si kwenda wapi, na sisi tukaanza kuongozana kwa ajili ya kwenda kuandamana Tanzania. Sasa wao tusiwasemee maka viongozi wa vyama si wapiga kura, wanapigiwa kura. Sasa wasiwazungumzie watu ambao wamepigia kura chama fulani, wakasema hakupaswa kukipiga chama fulani au labda wamebiwa zile kura. Nachowaomba watu wa UKAWA warudi chini watulie, waungane na mheshimiwa Joseph Pombe Magufuli, wajenge nchi. mfumo uliowekwa na na Tume ya Taifa ya Uchaguzi na yeyote ambaye anaweza kujichukulia mamlaka ya kutangaza matokeo nje ya mfumo wa utaratibu uliowekwa na, na, na Tume ya Taifa ya Uchaguzi e, kiukweli tu ni kwamba amekiuka taratibu na sheria zinazoongoza zinazotoa miongozo katika maswala ya uchaguzi. Lakini la pili, hata chombo cha habari chenyewe kitachoweza kutangaza taarifa ambazo zimetangazwa na mtu ambaye sio mwenye mamlaka ya kutangaza matokeo ya uchaguzi. Kinaingia kwenye mkumbo wa kutangaza taarifa za uongo. Kwa mujibu wa NEC, zaidi ya watu milioni 23 waliandikisha katika daftari la kudumu la wapiga kura ambapo kati ya hao milioni 15.58 sawa na asilimia 67.31 ndio waliopiga kura huku kura halali zikiwa milioni 15.19 na zaidi ya kura laki nne zikiwa zimekataliwa. Hatimaye mchakato wa kumtafuta mshindi wa ngazi ya uraisi umekamilika, ambapo Dkt. John Pombe Magufuli ameibuka mshindi na mgombea wake mwenza Samia Suluhu, wakifuatiwa na mgombea uraisi kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo chini ya mwamvuli wa UKAWA, Edward Lowasa. Na kilichobaki sasa ni kesho kukabidhiwa vyeti vya ushindi. Nikiripoti kutoka hapa Mwalimu Nyerere Jijini Dar es Salaam, Bitris Eriki, Channel 10. Asante sana Bitris Eriki kwa taarifa hiyo.